Kwa goli la ugenini, kuna watu wamekosa ubingwa kwa aggregate ya tatu moja, mbele ya, ya, hey, ya raisi, ilikuambia kaka Simba wajaekwa na bahati ya kushinda mbele ya raisi. Sikia wapi, Simba amekewa bilioni moja wakachukua. Walifungwa mbele ya Magufuli na Kagera Sugar walitobolewa. Walifungwa mbele walifungwa ya Magufuli na Bernard Morrison walitobolewa. Walifungwa ya Magufuli na zawadi na, na, na, mawia mbele ya Mama Samia walitobolewa. Hey, walifungwa na Stella Bichani mbele ya Rais Mwinyi ah. Leo tena wamefungwa na Berkane bwana, mbele ya mtoto wa rais Mwinyi. Wana hasira tume hapa, tumekuja private place ya kuja kushuti mbali na hapo kaka. Usalama wetu ni mdogo, mwandishi atatuponza. Rudisha mic mwandishi, tunakuomba tusamee sana. Usalama wetu ni mdogo sana, ndugu mwandishi. Usalama wetu ni mdogo, twende nje tu. Nilisahau kukupa story bwana wa mabwana, Nili nilimwambia kisugu J4 na mzee wa nikawaambia aje, leo meli ya mizigo itakuwa na mizigo michache kuliko watu. Sasa hizi naambiwa, ndugu zangu wa Simba kina mzee wa saluti tayari wako kwenye boti ya mizigo, sijui unanielewa. Nilikwambia kaka, kaka, ile ya mizigo pale bandarini leo itakuwa na mizigo michache. watu wengi hawakunielewa. Kumbe mizigo ni watu kaka, kuzuri na kama una laki like, Zanzibar uwanja huu umetuletea faida kwenye ligi. Hatari Abdulaziz Makame wanachukua ya Iana nani? nani? Hatuchezi, wamefungwa ligi kuu, hatuchezi na wanaondoka patupu kaka. Kama ndo timu yakuja kucheza na Yanga finali ya fs radb wajivunje kaka, kwa sababu Berkane walikuwa wanaonea huruma, anaenda kujivunja na na Singida. Berkane kolokolo Berkane kolokolo Berkane kolokolo wewe hayo maswali yako, ni bekane kolo kolo. Leo tunaongea tumebeba, tumebeba, tunalala kwa raha gani, tuliokuwepo nayo. Lazima tusindikize ndugu zetu Morocco. Engineer Hersi ana cheo, unajua kafu kikubwa, ni rahisi hivi vilabu. Tunaomba basi kwa kutumia cheo chake engineer Hersi Atuandalie parede tu la hili kombe lipite pale bandari ya Dar es Salaam, ya Dar es Salaam. Wewe wewe, utajisikia furaha hili kombe likibeba, likipanda, likipanda boti za msebaresa wapite tu Jangwani. Tunaomba tunaomba tuwape tripu Bekane ndugu zetu watupitia, tumtuma engineer, kwa sababu ni kiongozi wao pia. Tunaomba hili kombe watoke nalo hapa, engineer, tumtumie kocha wetu ananilii yoyote yule tunaomba Sostenes, uongozi wa Yanga, uongozi wa Kafu, kombe litoke bandarini, lipite Jangwani, ndo liitafute Mwalimu Nyerere wa Arabu waondoke furaha yetu. Ili kombe ilikuwa limeshaandikwa lipite Jangwani, watani wangeshinda, wangelileta nyumbani, wangelipitisha pale dududu, lile kombe la Kisugu, lile kombe la Kisugu limewaponza watu. <laughs> Niliwaambia kila siku Sostenesi, nilikuwa nakwambia, kama sio huruma za waamuzi wa ligi kuu ya NBC, Simba sasa hizi wangekuwa nyuma ya Yanga alama kumi na saba. Zile faulu sasa za Kagoma, e, leo zimeonekana. Leo zimeonekana. Kala umeme mapema. Acheza faulu nne. Leo zile faulu tunazoziimba ligi kuu ya NBC, tunaonekana hatujui mpira, tunatoa maamuzi ya mihemko, waamuzi wanamtetea kila siku Kagoma kwenye mechi alizocheza zote za ligi kuu ya NBC waamuzi wangefanya walali, alikuwa na kadi zilizopungua nane kwenye ligi kuu ya MBC. Wewe hakuna kadi nyepesi huyu, huyu huyu anataka tuwaonee huruma Berkane. Hotel Verde haina uafadhali, kwa sababu makolo wenye hela wataenda kujifungia, tunaenda golden Leo itakuwa ni golden tulip. Watu wametupa tisila, yani sikia sikia huu mchichito, um mm -hmm. Watu wametupa tisila, watu wametupa, tumewapa fiston abdurazaki, wametupa kambi moroko markeshi, sio unanielewa? Kuelewa vizuri, ehe. Sasa chamwisho wamempokonya mai wetu ubingwa. Bekane ni ndugu zetu wa damu ah. Yani bekane ni ndugu zetu wa damu. Kama itampendeza engineer eris, tunaomba huyu mdhamini aje kwenye ligi msimu ujao. mwandishi Haya maswali kamuulize, Kisugu. Tuna furaha za ubingwa, we are extremely happy. Tunaweza tukakosea kujielezea. We, we are extremely happy. Hatuko tayari kuendelea na interview, mrudishie mi. Ciao.